Ni bahati iliyoje kumpata rafiki ndani ya kiongozi! Tena rafiki mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Bahati hii ndiyo tuliyoipata sisi kanisa la Adventista wa Sabato Chuo Kikuu, kwa kuwa na si tu mchungaji na kiongozi wetu wa kiroho bali rafiki wa kweli, Mchungaji Yohana Munisi. Mchungaji Munisi amekuwa kielelezo muhimu katika uongozi shirikishi, utumishi wa Kikristo, utayari kazini mwa Bwana, na zaidi amekuwa mchungaji si tu wa kanisa Bali wa kila muumini na mshiriki mmoja mmoja. Namshukuru sana Mungu kwa mchungaji Yohana Munisi. Tangu amekuwa pamoja na kanisa la chuo kikuu, amekuwa ni msaada mkubwa sana katika kuhudumia kanisa, katika kukuza vipaji na kulea washiriki kiroho kwa namna ya pekee, na hivyo umeweza kuona uh, kanisa likipua katika nyanja mbalimbali, kwa kualika wa utubu mbalimbali kutoka nje na wahubiri mbalimbali ambao wameweza kulilisha na kulikuza kanisa la Mungu kiroho. Vile vile tumeshuhudia watu wengi wakibatizwa na wakiingia katika familia yetu wakifanya ushirika pamoja na Mungu kukutia njia ya ubatizo. Uchungaji ni kuigusa roho moja, kuiongoza na kuielekeza kwa mwokozi Yesu Kristo. Mchungaji Munisi kalifanya hili kwa viwango vya juu ndani ya kanisa na kutenga muda wa kuzitembelea familia mbalimbali na kuzungumza na washiriki kwa namna tofauti na kwa malengo mbalimbali. Biblia inasema hawa wazee walikuwa na furaha, walilia machozi ya furaha kwa sababu nyumba ya Bwana inajengwa. Kama wanafunzi, tunamshukuru Mungu kwa mbaraka wa Mchungaji Yohana Munisi amekuwa baraka sana kwe katika kutuombea, kututembelea, na hivyo tunatambua huduma ya mchungaji wetu. Sisi watoto tunashukuru, tunaishukuru familia ya Pastor Yohana Munisi kwa kutusogeza karibu na msalaba wa Kristo. Mungu akubariki, Pastor Yohana Munisi na familia yako, amen. Napenda kutambua huduma ya mchungaji wetu wa Pastor Yohana Munisi kwa namna ambavyo alikuwa ni mshauri na mwombezi katika shughuli zote zinazoendelea ndani ya kwaya na vikundi mbalimbali ndani ya kanisa hili. Mungu mm -hmm aweze kumbariki katika kazi yake na utumishi wake kwa ajili yetu, na, na watu wengine watakao wahudumia kwa kutuombea kwa kutufariji kwa kutulisha kiroho kwa kututembelea kwa kutushauri na kwa kutuhudumia kwa namna mbalimbali ili tuupate wokovu tunashukuru na tunatambua huduma yako, mchungaji wetu mpendwa Yohana Munisi. Familia ya kanisa la Adventista wa Sabato Chuo Kikuu tunakuombea baraka kwa Mungu wewe, pamoja na familia yako, mkazidi kuwa baraka hapa chuo kikuu na kwingineko, Bwana atakapowatuma.